Mpaka mm. you know, uh, uh, kanisani yeah. Ilianzaje uh, ilikuwaje mziki um, nilikuwa nimeanza kutoa kitambo eh. I think pia sometimes nasimanga labda nipata kutoa kwa mama eh -eh, kwa sababu nakumbuka hapo kitambo mm, yeah, kulikunga na radio cassette mm -hmm, zile radio cassette yes. mm. so mamangu alikuwa anapenda kuimba sana, alikuwa anajirekodi anajirekodi anafanya, hey, red hivi anajirekodi, anaimba so alikuwa na nikaanza kufungua studio gazeti na kata vizuri yo, yo picha na kwa kitabu na napachika mm -hmm. yeah. e, mm. <laughs> So, nilikuwa napenda mziki mm. So ndio wakati fulani pale Eldoret gari ya Milo ilikuwa inapita. Ilikuwa advertisement. So ni, walikuwa nataka wasani, ona. So mi nilikuwa najiamini sana, wakaniita pale nikapata hiyo opportunity, nikapiga, nika freestyle, nikapiga freestyle, nikakubalika pia na mashabiki walikuwa hapo chini yeah. Nikaona niko na kitu. Ukasema hapa kuna kitu. Interesting. So nikawa napenda sana mm. nikapewa tuzo Milo mm. nini, kofia Milo mm. so nikakuja hivyo nilikuwa mm. napenda mziki, so nikilala naimba mm. nikilala naimba sasa yeah. ukaifanya ikawa ni uh. biashara sasa sasa, ikawa naimba sasa na huduma wow nikajipata naimba kabisa tuko na Prof Junior ndani ya studio atatuelezea mara mm. uh, yake ya kwanza kuingia studio na kurekodi, ilikuwa ni lini? Lakini kwanza tunakumbusha kwamba soko huru ni soko liko wazi kwa ajili yako na lina e bidhaa murwa. Leo tumesema kwamba kwa sababu ni weekend mm. na unajua imebaki wiki moja kabla tuingia Desemba yeah. tunapandisha kila kitu mm. kuanzia shopping voucher uh -huh. 10,000 to 20, cooker from to from to 20,000 from from 5 10 simu 15 25 e, 150, 000 motorbike ya 150,000, iko pale. Kuna paka beli ya mtumba jamani, kuna vitanda oh, yes. kuna simu kuna uh -huh. kuna tv kuna yes una exactly kuna most definitely kuna eh, laptop feni, feni mbovu ile ambayo inaitwa mbovu ile feni ya baridi ipo bila shaka. pia jamani, oh, yes, ingia kwenye soko kwa kudial star 437 hash unachukua simu yako una dial star 437 437 437 hash hash hash ama ukitaka unaweza sema star 437 hash, bila bila shaka mm, bila shaka and of course ukisha dial star yes, mm -hmm. 437 hash ni kwamba watakuwa naletiwa orodha ya bidhaa ambazo ziko pale. mm -hmm. Sasa wewe unaangalia zile bidhaa ni bidhaa gani ambayo unahitaji. Ukishachagua bidhaa yako utakuwa ikabid ukitumia between um, 20 bob and 60 bob. Na usahau kabisa kwamba jamani, ikiwa bidhaa yako inakiwa unique inakuwa unique then, bila shaka wewe ndio mnunuzi wa bidhaa husika, lakini muhimu ni kwamba lazima dial star 4 3,

nanunua kwa bei ya kutupa. Bila shaka. In the meantime tunarudi kwa msanii wetu Prof Junior ambaye yuko ndani ya studio. So Prof, ilikuwaje pako ukajipata umefika studioni? Uh, sasa hiyo wakati nilikuwa pale shamba boy. Mm. Hapa Kembo. Hapa Kembo. Mm. Yeah. Ya, nikawa na ndo napata. Sasa unajua sasa sikuwa nalipa rent pale. Mhm. So ile pesa nilikuwa napata. Una save. Una save. Mm-hmm. So siku moja nikapata jamaa fulani hivi anaitwa Skitters ni msanii. Mm-hmm. Uh, nikamwambia a bro, mi mm -hmm. ni msanii nizapenda sana, unipatie connection ya studio, kurekodi hiyo song ya Subi na Mapema Ndaocha, mm. ah, jamaa alienda ocha ngoma ameniuzia. Ah, jamaa anachukua wimbo wako, jamaa ameenda ocha ameniuzia ngoma huo, eh, ni wimbo eh, wako huo, wanapindua anataka kuchukua, yeah. <laughs> <laughs> wakarekodi kila kitu ah. Lakini nayo mungu ni nani? mm. So ile wanafaa kuchukua ngoma leo mm. doona, kustudio, kumalizi, chukua, na ndio mimi nimefanikiwa kupata demo, naenda kustudio sasa kumalizia, kumalizia tutakuwa nimechapa chorus na verse, so wakafanya kugeuza mm. lakini chorus ni hiyo hiyo hiyo asubuhi yeah. na mapema mm. lakini verse ikawa nyingine tofauti. Producer kaniambia eh, singo mule pia na nikaambia, hapana baba, nakuza tukamalize hiyo hiyo. 5k nilikuwa nimelipa nikaachana nayo, nikamwambia lead fanya tu kila kitu, nikakuja nika record sasa. Nimefanya hiyo ngoma tena kurudia peke yangu juzi, yes. Na na hiyo hiyo ku record ya kwanza ilikuwa ni pesa ngapi? Unajua mara nyingi wasanii wanapata changamoto wanapoingia studio ni for the first time. Ilikuwa 5000 ilikuwa ni 5000 Na producer akakufanyia kazi nzuri tu? Akanifanyia kazi poa, ikawa vinyi ilikuwa na kwa hivyo u, rasmi w uh, professionally umeanza kuimba lini? Nimeanza kuimba 2022, 2022. Ndio sasa ni ngoma before nilikuwa nimefanya nyimbo nyingi lakini kumbe ngoma yeah. Mm -hmm. Cool, si mm -hmm. mm -hmm. yeah. yeah. Lakini nilikakuja nikajua kusikiza music na na kuna bado nikaanza nikaanza fresh that time, YouTube YouTube channel channel okay. 2022 officially yeah. na kujua kenye nafanya sasa, na yule mama ambae alikuwa amekwajiri kama shamba boy alikuwa najua kwamba umeenda kurekodi, na alipofahamu kwamba tayari ushaanza kuimba e, <laughs> reaction yake nzuri sana. reaction yake ilikuwa ni gani? Alifurahi, akaniambia utaenda mbali. Yeah. Mm. Aliambia utaenda mbali. Mama alikuwa mtu mzuri, yes. nampenda sana huyu, ndio hata nikiwa na shida yote nampigenga simu mm. mm. namwambia mama, iko hivi. Kwa hivyo ile kazi uli, ulitoka kule eh? Nilitoka huko yeah, nilitoka huko lakini. Bado mnawasiliana naye sana so now what do you do, do you do music full time yeah, ama unafanya kazi nyingine? Eh uh, so far, je, uko na job? Maana mm. naona hata muziki yangu nimekawia sana bila kuingia kurekodi. mm -hmm. yeah but na nyimbo mingi, lakini like, mm -hmm. changamoto ni nyingi sana kuingia studio kurekod. yeah. mm -hmm. Alafu pia kwa watu wanaomba support mm -hmm. sijui nisemaje, unapata kuna wanaume wenzangu pia mm -hmm. nataka kunitumia vibaya ndi waweze kunipatia support. Hebu tulia so, e, e, e, kidogo um, Prof Junior. yeah. Ukisema kwamba wanaume wenzako wanataka kutumia vibaya ndi wakupe support mm hivi -hmm. uh, unamaanisha nini? wanataka kunikula kuna mwanaume umemumba support yeah, kusaidia wende ukatoe ngoma, akakuambia kwamba lazima lale yeah, na wewe mwanaume mwenzako bila kutaja jina, kwa sababu usitaje jina la mtu hey. Wengi kweli na ni nini labda inamfanya mtu aone kwamba wewe unaweza peana sasa sijui ni kwa sababu ya shida niko nayo ama... ni vile napenda mziki ama, yani umesema, kwa industry hii industry ya gospel ni noma kweli, noma sana. Yani unaenda kwa mtu unamwambia, bro, naomba support ni release ngoma, anakwambia ndo unipe support, lazima tufanye hiyo sim tu. Ni mtu amesema sim tu watu Yes, ni watu ndio nauza hey. Kwa mfano Nzula ah. Ni mtu ambaye pia ako katika ministry katika industry ya kuimba gospel music. Ama hawa ni watu ambao, ni mtu na shughuli zake, umemapproach tu kwamba eh, hey bro, mimi nimekwama sehemu fulani, naomba financial support ni ingie studio nifanye kazi. Watu tu wako na business zao tofauti. They, hawa ni watu ambao ni, wa, ni, wa, ni watu wazima, yeah, ni, ni, are they our age mates ama kapana? Ni ni wakubwa zaidi, ni watu wakubwa zaidi yeah. So hawa ni watu wazima watu na senti zao yes. So mtu anakuambia ndo ni nikupatie hii pia wewe nipe hii yeah. Jamani, oh. Jamani ulimwengu tumefika saa hii unajua, hey. Jamii imekuwa ikijua, oh, mtoto wa kike pekee na umesema ni wanaume. Wanaume, yes. Sasa, Zula, unajua tunaambia, oh watoto wa kike pekee, no, no, kwa tarini mwanaume Ma. ako hatarini. Na unajua uh, prof kuna watu ambao wangepewa hiyo opportunity, anasema mara moja tu sawa. Wacha, alafu utanipatia pesa hivi wewe unasikiaje kwamba ningependa kujihusisha na wewe kingono, ndio ni kusupport, how do you feel? Nashtuka sana kwa sababu hata mimi mwenyewe nashindwa hata hata, mwenyewe unafikiria hata feelings zenyewe, hata azizi, kwa kwa sababu sio, nashindwa kama ni kama ni mziki, naweza nifanye nifikie hapo, niachane na mziki. Nilisema tu kama Mungu so nisifanye kitu kwa sababu ya kujifurahisha ama ndio nipate ma, kasema tu acha nipambane, hata youtube yangu ikikaa hivyo bila tamziki ili tu nijipate time nini. Bro, unafanya kazi gani sasa? Actually nilikuwa na kazi nilikuwa nafanya MC. nafanyanga MC mm. Advertisement hizo mm. Vitu za ukipita okay, tao pale mm. kuongea na mike mm. <laughs> Sasa sijakuwa na job like for months hizi, lakini Mungu ni mwema. Leo nimeitiwa, naweza anza kazi kesho ile leo, ambayo pia umepata, Mwenyezi Mungu amekubariki, unapata interview radio maisha, pia umetoka kwenye interview nyingine, ambayo inshallah juma lijalo unaweza kupata kazi. Kaka tunakuombea, tunakuombea Mwenyezi Mungu akufungie mlango hiyo kazi ambayo umeitiwa next week, akubariki, uwe na nidhamu kazini, boss wako akupende na kazi yako ionekane. And sir. Stay away from uh, kama kama kama lazima mtu kukutumia kwa kimwili, kama lazima mtu akikutumia atukutumia kivyo vyote vile, ndio kusaidie hakuna haja. Hakuna haja. Mm. Yule, yule, yule Mungu ambaye alikutoa barabarani yeah, akamtumia mama ambaye hata kwa na kujua, huyo huyo ndo atatumia mtu mwingine kukuinua. Labda tukimalizia mazungumzo yetu kwa mtu ambaye amekusikia leo hii na labda anataka kusupport kazi yako yeah. yeah. unaweza kutumbia labda your social media handles: Facebook, IG, kama uko kwa TikTok mm. mm. mm. kila mali ndo zangu zote mm. Ni Prof Prof Prof Junior. Junior. P P R R O O F. Okay. Facebook Prof mm. Junior. P R O F. YouTube. YouTube Prof Junior. mm. Labda kufikia sasa umefanya videos. Nimefanya video moja. mm. Uh, audio ndio pia nimejaribu kufanya uh, video sijafanikiwa, mm -hmm. Bado kuna mmoja na nataka ku record lakini like mm -hmm. kama kuna producer mali, anaweza ananisikia, naeza ni support. Kama kuna mtu mali, anaweza taka kunishika mkono, anisimamia, yes. Na, na hata project moja mm -hmm. tashukuru, na Mungu atawabariki na tafadhali, ukiamua, kama unamsupport Prof Junior usianze kumuitisha vitu zingine kweli, support na moyo wako wote, bila bila shaka bila yeah, shaka nadhani eh, nahm. maybe kama kazi mtu anaweza kuwa na kibarua yeah. mali mm. unaweza kufanya kazi gani? this is an opportunity yeah, for you bro, sana. to sell yourself Unaweza yeah. kufanya kazi gani sana sana, sana mimi nafanya anga MC mm -hmm. MC ndio career yangu sana mbali na kwa MC kwa sababu labda hakutapatikana kazi ya kwa MC yeah. lakini kazi nyingine inaweza patikana. yes, mimi kwa kweli sichaguangi kazi mm -hmm. kazi ni kazi mm -hmm. bora inalipa So once again kwa mtu ambaye amekutegea sasa hivi anangependa kukusaidia labda kuingia studio ama na kazi, umesema handle zako zote za mitandao ya kijamii ni Prof Junior, Prof Junior, that is p r o f, yes. Alafu Junior ile la kawaida, yes. Brother shukran sana kwa kuja ndani ya Radio Maisha. Tunakutakia kila laheri, tunakuombea and of course pia endelea kushikilia Mwenyezi Mungu. mm -hmm. Yule ambaye alikutoa kwenye street atakufikisha, yes. mpaka leo Radio Maisha ndugu mm -hmm. yangu. It the same, same God ambaye atakufungulia milango zaidi. Sio rahisi. Sio rahisi mm -hmm. Lakini sio rahisi. Lena shukuru yeah. Yeah. Sana Radio Maisha. yeah. Tuko mbele pamoja. Mungu awabariki sana. yes. mm. Na maybe kama ningetaka kuwapata nambangu, pia sita, sita, sita mind. Kama kuna mtu anategea sasa hivi na ungependa kupiana namba yako, ambaye kama kama kupiana namba, mtu anaweza kupatia ajira yeah. yeah. 0728 1176 02 0728 1176 anajulikana kama Prof Junior, msanii wa mziki wa Injili. Iwapo una ajira ungependa kumpatia, iwapo yeah, kuna support yote ungependa kumpatia. Ni kijana ambaye uh, kuanzia miaka kumi na tano alijipata yeye ni yatima, na akajipata yuko barabarani, yani street child Mshikilie mkono, ashapeana namba yake na pia social media zake umezisikia mm. You know, no. Inua mwingine ndio pia wewe wezijua, bila shaka wako pia wanaweza inuliwa absolutely S